Ukitaka mali utaipata shambani, ni msemo wa wahenga ambao umekuwa na tafsiri chanya kwa Ismail kijana nakiona kilimo cha umwagiliaji ni kama vile ni udhalili ama kilimo kinafanywa na mtu ambaye ameshindwa maisha. Ni zaidi ya kilomita 30 kutoka mjini Shinyanga hadi katika eneo hili la Songwa almashauri ya Kishapu. Lengo ni kumfikia mkulima huyo aliyeamua kujikita katika kilimo cha mazao ya bustani, hususan ni zao la nyanya. Muda mrefu kidogo nilianza kufanya mkoani Morogoro, nilifanya takriban ni miaka mitano. Changamoto tulikutana nazo nyingi, lakini sikukata tamaa. Katoka Morogoro nikaja Shinyanga, fursa pekee niliyoiona si vijana wengi ambao wamethubutu kuingia kwenye kilimo cha umwagiliaji na tuna imani kwamba vijana wana uwezo wakafanya kitu kwa uzuri zaidi kuliko mtu yoyote yule. Msimu wa kwanza nilianza na heka tatu. Heka tatu nililima, ilifanya vizuri nilivuna mwezi Desemba. Season hii nimeongeza. Sasa hivi na heka sita. Ismaili anasema kuwa yeye huzingatia taratibu za kitaalamu anapofanya shughuli za kilimo hususani zao hilo la nyanya. Kwa hiyo ndakapokuwa ameandaa shamba kwenye shamba ambalo linatuhamisha lina maji kipindi cha mvua, ndo mashamba mengi sana yanateketea kwa maji. Ndo maana utakuta kipindi cha mvua nyanya inakuwa na bei kubwa sana, na si nyanya tu, baadhi hata ya mazao ya mbogamboga. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo inao mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora ambao umekuwa ukiwasaidia vijana wengi kuyafikia malengo yao. Tunaomba serikali sana, kuanzia serikali ya wilaya, serikali ya mkoa izunguke mashambani, ituone, tunahitaji kufanya vitu vikubwa zaidi ya hivi. Changamoto nazo ni sehemu ya kikwazo katika shughuli yoyote, ni kipindi cha jua kali tunakutana na wadudu wengi, unaenda kununua dawa, na hii sehemu ya dawa, tunaomba sana serikali tusaidie. Kuna muda unaenda kununua dawa, unakuja kupiga shambani, haimuui mdudu, ama kipindi cha mvua zikiwa nyingi, unaenda kununua dawa, unaileta shambani, bado haiondoi ugonjwa. Sekta ya kilimo imekuwa ikipigiwa chapuo mara nyingi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo ameiwezesha kwa kuwaleta maafisa ugani katika kila kata kwa lengo la kusogeza huduma bora na ushauri kwa wananchi. Mabwana shamba wa wilaya ya Kishapu walishafika shambani kwangu. Kuna namna walishia idea yao na uzoefu wao na elimu yao kwangu. Walitupa ushirikiano kwa sababu hata namba ya ruzuku walinipa kwa haraka kwa ajili ya kupata mbolea za ruzuku. Nyumbani soko la nyanya naweza nikasema ni nzuri ama sio zuri, lakini inategemea, inadipendi na season kwamba msimu huo dimandi yake ikoje. Uwepo wa shamba hili lenye ukubwa wa takribani hekari sita kwake imekuwa fursa, lakini pia imemwezesha kufungua fursa kwa vijana wengine saba, ajira za moja kwa moja. Wanaishi hapa hapa kwenye kambi zangu shambani, lakini bado pia tuna vibarua tunawatumia wale wadai waka kutoka sehemu tofauti tofauti. Mimi nilikuwa nyumbani tu nimekaa kwa usiku na amani yoyote ile kwao, nikajiunga na Suma. Ndani ya muda mfupi huu nimebadilisha maisha yangu, nakuja kufanya kazi kwa suma kupanda nyanya kupalilia nyanya na kuotesha nyanya katika matulei. Uwepo wa hili shamba tumejipatia vipato vingi katika kwaticha suma, tunafanya kazi tunapata hela za mahitaji binafsi na mahitaji ya familia. Ismaili anasema kuwa kilimo cha bustani kimekuwa na tija kubwa kwake ambapo ameweza kufungua biashara ya duka kujenga nyumba na kuimarisha familia yake sanjari na kusomesha watoto kupitia sekta ya kilimo. Kutoka hapa kijiji cha Songwa, halmashauri ya Kishapu, mkoani Shinyanga, Kasisi Kosta, Azam News.